Kufuatia ripoti ya CNN ambayo ilitolewa siku mbili zilizopita na chombo hicho cha habari cha kimataifa, baadhi ya wabunge kutoka nchini Marekani pamoja na viongozi wa ngazi za juu wa taifa la Marekani wamekuwa wakibuka siku za hivi karibuni kuishinikiza serikali ya Marekani uhusiano baina ya Marekani pamoja na Tanzania kufuatia uchaguzi mkuu uliofanyika mwezi Oktoba tarehe 29, 2025. Taarifa kubwa hii leo ni mbunge wa Marekani Ayana Press ametoa wito wa uchunguzi huru na uwajibikaji kuhusu vifo vya waandamanaji nchini Tanzania. Mbunge huyo alisema kupitia katika ukurasa wake wa mtandao wa X. Mbunge huyo alionyesha wasiwasi mkubwa kuhusu mwelekeo wa nchi. Alizungumza na kuandika na kusema kwamba, nimefadhaika sana na ripoti zinazotoka Tanzania ambapo ukandamizaji wa polisi dhidi ya waandamanaji umesababisha mamia kufa. Kiongozi huyo alizungumza hivyo huku akirejea ripoti ya CNN kuhusu maandamano yaliyofanyika nchini Tanzania. lazima tuwe na uchunguzi huru wa wazi na uwajibikaji, alisema. Marekani lazima iunge mchakato wa kidemokrasia na wa amani. Kamati ya mambo ya nje ya Senati ya Marekani, wiki iliyopita, ilitoa wito wa kukaguliwa upya uhusiano wa kimataifa kati ya Marekani na Tanzania kufuatia uchaguzi wenye utata wa mwezi uliopita na maandamano yaliyofanyika katika taifa hilo. Maseneta wa Marekani, Jim Risch na Jeanne Shaheen, mwenyekiti na mwandamizi wa kamati huo, walionyesha wasiwasi mkubwa kuhusu maendeleo ya hivi karibuni ya kisiasa nchini Tanzania, huku wakitaka uhusiano baina ya Marekani pamoja na Tanzania uweze kuchunguzwa kwa kina. Kutokuwepo kwa sheria ya mageuzi ya utawala bora kunahitaji tathmini ya kweli ya uhusiano wa kimataifa wa Marekani na Tanzania, walieleza katika ripoti yake. Marekani inachangia karibu dola bilioni tatu kila mwaka nchini Tanzania, ambapo dola bilioni moja ni misaada na zingine zinatokana na biashara, uwekezaji wa wa moja kwa moja wa kigeni na mapato mengine, kulingana na utafiti wa hivi karibuni wa kundi la utafiti la Repoa maseneta hao walisema uchaguzi mkuu wali wa Tanzania wa Oktoba 29 uligubikwa na ukandamizaji wa kisiasa. Uchaguzi wa Tanzania ulioamliwa kabla ya Oktoba 29, walisema katika ripoti yao. Kutokana na uchaguzi huo usiouaminifu wa Tanzania, walishuka mitaani kuonyesha kuchukizwa kwao na hasira kubwa, walisema katika ripoti yao.